Habari. Leo tunataka tujifunze jinsi ya kuangalia matokeo ya kidato cha sita, yaani form six results. Njia hii ni rahisi sana, utaitumia kuangalia matokeo ya kidato cha sita kwa njia ya shortcut, yani kwa urahisi na haraka na salama. Tuende pamoja, njoo kwenye application hii hapa. Hii app inaitwa Google. Vile vile unaweza ukatumia kompyuta au simu kuangalia matokeo yako ya kidato cha sita au matokeo ya mtu yeyote. Hebu twende pamoja, kisha click application hiyo au gusa hapo. Ukishagusa hapa itafunguka sasa, andika maneno kama haya Angalia nilipomnyooshea mshale hapo, nimeandika NECTA. Bila shaka umeona, baada ya kuandika NECTA kuna website itafunguka kama jinsi inavyoonekana hapo, www.necta.go.tz au sio? Kwa kuwa sisi lengo letu ni kuangalia matokeo ya kidato cha sita, utakuja hapa Angalia huo mshale niliyonyooshea, yaani ACSEE utatacha hapo au utagusa hapo, ili uweze kuangalia matokeo. Ukishagusa hapo, bila shaka kuna matokeo ya miaka tofauti tofauti yatakuja kama hapa, ni elfu mbili na ishirini na tano, ishirini na nne, ishirini na tatu. Sasa ngoja tutoe mfano jinsi ya kuangalia matokeo sasa ya kidato cha sita ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Angalia huo mshale niliponyoshea, mshale huo kuna sehemu imeandikwa results link, alafu na moja pale mbele. Gusa sehemu hiyo. Ukishagusa sehemu hiyo bila shaka kuna matokeo yatakuja. Yani maana yake kuna sehemu zitakuja za kuchagua herufi, kisha utachagua herufi mojawapo hapo. Kama shule yako imeanza na herufi A utachagua A, kama ni B utaweka B, kama imeanza na herufi J uta click J, na maanishi hapa Umeona hiyo sehemu niliyonyoshea, ngoja si tuweza kuchagua herufi mojawapo hiyo, ni T, au sio? Ukisha kliki herufi ya T, bila shaka shule zilizoanza na, na herufi T T zote za Tanzania nzima zitaonekana hapo, kama jinsi zinavyoonekana hapo hapa, hizi zote humu ni shule zilizoanza ni herufi T. Hebu ngoje ni zoom ili uone kwa urahisi. Ukisha zoom kama hivi, kuna maneno yanaonekana kama hivi. Sasa ngoje tuchague shule mojawapo. Ngoja, tuchagua hiyo shule hiyo niliyonyoshia mshale. Utabonyeza hapo kwenye maneno ya blue au utagusa hapo, tunasema. Ukishagusa shule hiyo, matokeo yake yataonekana kama jinsi yanavyoonekana hapa. Hii ni idadi ya wanafunzi na matokeo yao. Hapa juu ni daraja jinsi walivyofaulu division 1, wampato wangapi? 2, 3, 4, sifuri, wampato wangapi? Kama jinsi inavyoonekana hapa bila shaka umejifunza, na leo tuko tunaangalia jinsi ya kuangalia matokeo ya kidato cha sita kwa njia ya shortcut au kwa njia ya rahisi kabisa, kwa kutumia hii ni website ya NECTA, na ndio njia salama zaidi. Endelea kufuatilia elimu mbalimbali zinazopatiana katika channel hii na kutakia siku njema.